Hii leo Jumapili, Oktoba 12 mwaka 2025, mamlaka ya walinzi wa pwani ya China ilifanya kitendo cha uchokozi kwa kurusha maji kwa shinikizo kubwa na kugonga kwa makusudi meli ya ofisi ya uvuvi na rasilimali za maji ya baharini ya Ufilipino ambayo ilikuwa imetia nanga katika maji ya eneo la Pagasa, ndani ya Bahari ya Magharibi ya Ufilipino. Tukio hilo limethibitishwa na mamlaka ya walinzi wa pwani ya Ufilipino ambayo imetoa taarifa rasmi pamoja na video ya tukio hilo. Video hiyo imeonyesha wazi meli ya China ikifanya hatua za hatari dhidi ya meli ya Ufilipino, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa vitendo vya kichokozi vinavyofanywa na China katika eneo linalozozaniwa. Kwa mujibu wa PCG, meli ya Ufilipino ilikuwa imeegeshwa karibu na Pagasa kwa shughuli za kawaida za uvuvi na msaada wa kijamii kwa wavuvi wa eneo hilo, wakati ilipokabiliwa na mashambulizi hayo. Tukio hilo limezusha hofu na hasira miongoni mwa viongozi wa Ufilipino, na hasa kutokana na ukweli kwamba lilitokea ndani ya maji ya eneo la Ufilipino, ambayo kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni sehemu ya mamlaka yake halali. Tukio hili linakuja huku mvutano ukiendelea kati ya Ufilipino na China kuhusu haki za uvuvi na udhibiti wa eneo katika Bahari ya Magharibi ya Ufilipino, eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa rasilimali za baharini na limekuwa chanzo cha migogoro ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Serikali ya Ufilipino inatarajiwa kutoa malalamiko rasmi kwa njia ya kidiplomasia huku ikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kulaani vikali matendo hayo ya uchokozi ambayo yanakiuka sheria za kimataifa, hususan mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria za baharini. Dubai sasa Kitonga, safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yaani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Takago